Okay, heba na mambo vipi kama Swahili community, kama kawaida leo tena tunaendelea na sehemu ya nne ya Vagabond. Kama ujaangalia sehemu ya kwanza, ya pili, sehemu ya pili sehemu ya tatu, basi ni vyema uweze kuzipitia ili tuweze kwenda sambamba awa na kumpongeza kwa mafanikio aliyoyapata kisha alimpa maagizo ya kuweka dola milioni mia tano kama kamishenia kwenye akaunti ya siri ya rais iliyoko nje ya nchi. Wakati huo huo, Dalgan alimuuliza Kimoi kama ana ushahidi wowote dhidi ya Michael kuhusu ajali ya ndege. Kimoi alifichua kuwa Michael alikuwa na mpenzi ambaye ndiye alikuwa kiini cha njama hiyo na ndiye aliyemuunganisha na Michael. Sasa Hairi na Dalgan walitengeneza mpango wa kuwanasa maafisa walioko makao makuu ya NIS na Hairi alipiga simu makao makuu akidai kuwa anajisalimisha na aliripoti kuwa Dalgan amemsafirisha Kimoi kwenda India. Min aliamini taarifa hiyo na akaanza kujiandaa kusafiri kwenda India, lakini ghafla aligundua kuwa saa ya Hairi ilionyesha majira ya Korea Kusini badala ya India. Alitambua kuwa alikuwa ameingizwa mkenge na kudanganywa, na haraka alituma watu wake kuelekea bandari ya Korea Kusini. Wakati huo huo, Hairi aliwasiliana na Kang na Taiwan akiwaambia namba ya kontena walilopo na muda ambao watawasili. Taewon alifika bandarini pamoja na Kim Seon na walipokaribia kuondoka na konteina, wanaume wa Min walifika na walianza kuwashambulia vibaya mno ndani ya konteina. Hairi aliona gari na kupendekeza mtu akalichukue. Taewon alijitolea, lakini Dalgun alisisitiza kuwa yeye ni mwepesi zaidi, na akakimbilia kulichukua. Sasa ghafla, risasi zilianza kuwashambulia wanaume wa Min, na hakuwa mwingine zaidi ya Kang; alikuwa juu ya paa akiwalenga na kuwaua kwa ustadi mkubwa. Dalgan alitumia fursa hiyo kuingia kwenye gari na alifanikiwa kuwatorosha Hairi na wengine wote kwenye kontena. Sasa wakati huo huo, Jessica alikuwa anapata chakula cha jione na Rais Kupio na alivutiwa sana kwa mavazi yake ya kifahari, lakini wakati wa mazungumzo alijikwaa kimatamshi na kutaja kwa bahati mbaya mradi wa kuchimba mafuta huko Kria, yani Afrika kaskazini, jambo ambalo lilimshangaza rais, ambaye alishangaa Jessica aliwezaje kujua kuhusu mpango huo wa siri. Jessica alijaribu kuficha kosa lake akidai alisikia kutoka kwa mwana wa kifalme wa Saudi Arabia. Baada ya chakula cha jioni, Yuhan alimwoji Jessica kuhusu mradi wa Cria, lakini mazungumzo yao yalikatizwa na simu ya dharura kutoka kwa Min. Min alimwambia kuwa Dalgan na timu yake wamefanikiwa kutoroka na wako njiani kwenda mahakamani na kima hii. Alisisitiza kuwa wasipozuiwa haraka, kila kitu walichopanga kitavujishwa hadharani. Yuhan, akiwa ameshtushwa na taarifa hizo, alikwenda moja kwa moja kwa Rais Kukpio na kumweleza kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Cha kushangaza ni kwamba Rais Kukpio hakuwa na taarifa yoyote kuhusu njama hiyo nzima. Alishangaa na kugadhibika sana, hasa baada ya kugundua kuwa Yuhan alikuwa ameficha ukweli kuhusu ajali ya ndege kwa muda wote huo. Cukpio alimuita Yuhan msaliti, lakini Yuhan alimtishia kwamba kama asingechukua hatua mapema, wananchi wangegundua kuhusu dola milioni mia tano zilizotumwa kwenye akaunti yake ya siri iliyoko nje ya nchi. Kwa hofu ya kufituliwa rais Kukpio aliwasiliana haraka na kamishna wa polisi na kuamuru vikosi vyote vya polisi wa jiji kuanza msako mkali wa kumkamata Dalgan. Jiji lote liliwekwa katika hali ya tahadhari, lakini pia vizuizi vya barabarani viliwekwa kila mahali. Wakati huo huo, mahakamani kikao cha kusikiliza kesi kiliendelea huku Sang E akitoa ushahidi wake. Hakimu alimuuliza Edward Park kuhusu ushahidi wake naye alidai kuwa Kimoi alikuwa njiani na angefichua ukweli wote. Polisi waliendelea kumkimbiza Dalgan kwa ukaribu lakini Kai Jangsu, mtoto wa mmiliki wa mgao wa kuku na mtaalamu wa udukuzi, aliweza kudukua kamera za usalama za jiji na kuonyesha tukio hilo moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii. Wananchi walianza kuwa na wasiwasi kuhusu kwa nini polisi walikuwa wanazuia watu kufika mahakamani. Sasa mahakama kuu ilikuwa tayari kuendelea na kikao, lakini Kim Woo Gi bado hakuwa amewasili. Edward Park aliomba muda wa ziada wa dakika 30 na hakimu Ansun alikubali. Hata hivyo, Yuhan alijaribu kumshawishi jaji mkuu avunze kikao hicho mara moja kwa kutumia rushwa. Jaji mkuu alituma ujumbe kwa hakimu Ansun akiagiza kesi hiyo ikatishwe, lakini hakimu alibaki mwadilifu na alipuuza agizo hilo na akaamua kuendelea na kesi kama ilivyopangwa. Ghafla, Gari la Dalgen lilifika mwisho na hakuwa na ujanja mwingine, huku polisi wakiwazingira kutoka pande zote. Min aliwaamuru watu wake wafyatue risasi, lakini kabla hawajachukua hatua, helikopta ya kituo cha habari cha eneo hilo ilitokea juu yao kwa ajili ya matangazo ya moja kwa moja ya tukio hilo. Kwa kuwa tukio hilo lilikuwa linaonyeshwa moja kwa moja, polisi hawakuthubutu kufyatua risasi. Yuhan alipiga simu kwa mmiliki wa kituo hicho cha habari na kumtishia kwamba angelifichua rekodi zake za ufisadi kwa umma iwapo hata waondoe uandishi wa wake. Kwa hofu, mmiliki huyo aliwaamuru waandishi wa habari wa waondoke mara moja. Waandishi walipolazimishwa kuondoka, hilo liliwapa nafasi watu wa Min kuanza kufyatua risasi, na ingawa Dalgan na wenzake walijisalimisha, Min bado aliwaamuru polisi wawapige risasi lakini kama bahati, kuna lori liliwasili na kuwapa kinga. Dereva wa lori hilo aliwaambia waondoke haraka, na waliingia tena garini na kuelekea mahakamani, lakini gari liliharibika njiani. Wakiwa hawana njia nyingine, walishuka na kuanza kukimbia kwa miguu kuelekea mahakamani, na walifanya kila wawezalo kufika kwa wakati kabla kikao hakijafungwa. Sasa nje ya mahakama, polisi walikuwa wamezingira eneo hilo kwa nguvu kubwa, wakizuia mtu yote kuingia. Hata hivyo familia za waathirika wa ajali ya ndege walipotambua kuwa kuna jambo lisilo la kawaida linaendelea waliamua kuchukua hatua. Kwa hasira na uchungu, waliwashambulia polisi kwa lengo la kufungua njia kwa Dalgan na Haeri. Wakati huo huo, Taewon na Kim Seon walijiunga na mapambano, wakipambana na polisi ili kuvuruga ulinzi wao. Dalgan alishangazwa na kuguswa sana kuona jinsi watu walivyokuwa tayari kuhatarisha maisha yao ili kuwasaidia. Lakini matatizo yake hayakuwa yameisha bado. Katika pala mahakama Lili, alikuwa akisubiri akiwa na bunduki ya masafa marefu, na alipoona Dalgan na Hairi wakimleta Kimoi kuelekea mahakamani, alifyatua risasi. Lengo lake lilikuwa kumuua Kimoi, lakini risasi ilimpiga Hairi. Wengine waliokuwa karibu walikimbilia kuwalinda, jambo ambalo lilimfanya Lili ashindwe kulenga tena kwa usahihi. Hali hiyo ilimruhusu Dalgan kumuingiza Hairi na Kimoi salama ndani ya mahakama. Lili akiwa ameshindwa alimwambia mshirika wake aondoke, lakini ghafla risasi nyingine ilifyatuliwa na kumuua mshirika wake huyo. Lili alijificha haraka na kumpigia simu Jessica akimweleza kuwa ameshambuliwa na sniper asiyejulikana. Sasa tukirudi ndani ya mahakama, kikao kiliendelea na Kimo hii alianza kuhojiwa alifichua kuwa makamu wa rais wa kampuni ya John and Mark Asia Michael ndiye aliyemlipa dola milioni tano ili kusababisha ajali ya ndege. Alipoulizwa kama ana ushahidi, alieleza kuwa aliwahi kurekodi video kwa siri wakati akipokea fedha hizo kutoka kwa Michael, na alikuwa amehifadhi kwenye tovuti yake binafsi. Alitoa jina la tovuti na neno siri. Tovuti hiyo ilipofunguliwa video ilionekana na kuchezwa hadharani. Ilionyesha Michael akimkabidhi fedha Kimoi, na pia ilimuonyesha gaidi Jerome ambaye ndiye aliyelipua injini ya ndege. Habari hiyo ya kushangaza iliwashtua kila mtu ndani ya mahakama. Baada ya ushahidi huo kikao kilihitimishwa na Kim Ansang alitoa uamuzi wa wake. Alitangaza kuwa kampuni ya Dynamic italipishwa fidia ya won bilioni kumi kwa kushindwa kuhakikisha usalama wa ndege. Edward Park alikubali kosa hilo na kukubali fidia hiyo. Hakimu pia alitangaza kuwa kampuni ya John and Mark ni ya kiarifu na kwamba maafisa wake watafikishwa mahakamani. Habari hiyo iliwajaza furaha watu wote waliokuwa wakifuatilia kesi hiyo. Sasa baada ya kuona maji yamezidi unga, Min alijaribu kutoroka upande pamoja na watu wake na akampigia m Yuhan akiomba msaada lakini Yuhan alikataa kumsaidia akisema kila kitu kimekwisha na Min ameshindwa kutimiza jukumu lake. Muda huo huo, Kang alimtia nguvuni Min na kumpiga mpaka kazirai. Wakiwa wanashangilia hukumu iliyotolewa, hali ya hali ilizidi kuwa mbaya Aliona damu kwenye mikono wake, jambo ambalo liliwashangaza wote waliokuwa karibu, yaani mtu kufurahia hadi kusahau kuhusu jeraha alilopata. Wakati walipokuwa wakimpeleka Kim Woo Gi mahakamani, Belgan alimuinua haraka na kumbeba mgongoni, kisha akaita gari la wagonjwa. Sasa nje ya mahakama waandishi wa habari walimzingira Dalgan wakimvamia kwa maswali, lakini aliwafokea kuwa waondoke, akionyesha hasira kuwa hawakuwepo walipohitajika zaidi. Na kisha alimweka Hairi kwenye gari la wagonjwa na kuondoka, akiacha ujumbe kwa rais, akisema kwamba hata kama rais ya kuhusika moja kwa moja na uhalifu huo, kubaki kimya kuhusu kweli ni uhalifu pia. Rais Kupyo alishtushwa sana na ujumbe huo na akaingiwa na wasiwasi mkubwa. Usiku huo rais alikaa kimya akitafakari kwa kina, na kesho yake kwenye mkutano wa waandishi wa habari alitangaza hadharani kwamba lawama zote za tukio la ajali ya ndege zinaelekezwa kwa mkurugenzi wa NIS Han pamoja na katibu mkuu Yuhan. Mkurugenzi Han alikamatwa mara moja na Yuhan aliamua kujitoa uhai akiwa ndani ya gari lake. Jessica alipogundua kuwa mahakama imehukumu kampuni yake alikasirika sana alimwambia Hong Shun kuwa haiwezekani kwa kampuni yake kushtakiwa kwani alimpa rais kupio dola milioni mia tano kama kamisheni lakini hakujua kwamba Hong Shun alikuwa akirekodi maongezi yake aliyokuwa anaongea baadaye kwenye mkutano wa waandishi wa habari Jessica alionyesha kujuta kwa ajali ya ndege na kuahidi fidia kwa familia za waathirika lakini familia hizo zilimwonyesha mabango ya wapendo wao waliopotea wakimwambia hawahitaji pesa bali wanataka wapendo wao warudi. Ghafla, picha na video za Jessica akiwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na waziri wa ulinzi Park Manyang zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii, ikawa dhahiri kwamba alimtumia waziri huyo kupata mkataba wa FX. Jessica alihisi aibu kubwa na kabla mkutano haujaisha wa polisi walimkamata hadharani. Wakati huo, Kimoi na Sanghi walikuwa wakipelekwa gerezani, Kimoi alimrushia Sanghi karatasi. Sanghi alipoisoma alifurahi sana. Karatasi hiyo ilikuwa na siri walioificha mahakamani, siri ambayo baadaye ilimsaidia Sanghi kupata msamaha wa kifungo haraka. Jessica naye aliyehamishiwa gerezani akiwa huko alimpigia simu Lili na kumwomba atume ujumbe makao makuu ya John and Mark huko Marekani. Mwanzoni Lili alikataa kwa sababu akaunti za Jessica zilikuwa zimefungwa, lakini Jessica alimpa maelezo ya akaunti ya kifedha ya siri iliyoko nje ya nchi na Lili alikubali kumsaidia. Kwa upande mwingine, Hairi alipokelewa kwa shangwe makao makuu ya NIS kwa kusaidia kutatua kesi hiyo wote walimshangilia lakini yeye alijisikia huzuni na alikwenda kusali na kuombea wale maafisa waliopoteza maisha kwenye operesheni hiyo. Upande wa Dalgan, yeye alipokea ujumbe wa ajabu kwenye simu yake na aliusoma, lakini pia alimuona Lili akiwa ndani ya gari. Lili alimwambia kwamba ikiwa anataka kujua nani hasa ndiye aliyepanga ajali ya ndege basi anapaswa kumtembelea Jessica gerezani. Dalgan alishangazwa sana na taarifa hiyo. Sasa Dalgan na Ari waliamua kumtembelea Jessica gerezani. Jessica alikanusha kuhusika katika mauaji ya Michael. Alieleza kuwa ingawa Michael ndiye aliyepanga ajali ya ndege, yeye aligundua ukweli huo baada ya tukio kutokea. Alisema alimwonya Michael kwamba walikuwa wakielekea kwenye matatizo makubwa, lakini tayari madhara yalikuwa yametokea. Jessica alisisitiza kuwa ajali ya ndege haikuwa mpango wake na lengo lake kuu lilikuwa kupata mradi wa FX. Aliongeza kuwa ana mashaka kuwa huenda Kulikuwa na mtu mkubwa zaidi alikuwa nyuma ya mpango wa Michael. Mtu alifadhili kila kitu, pia alitaja kuwa mpenzi wa Michael alikuwa karibu sana naye kabla ya ajali kutokea. Jessica alitimisha kwa kusema kuwa kile wanachoamini kuwa ukweli huenda si ukweli na huenda kuna mtu mwingine kabisa aliyekuwa mastermind halisi wa ajali hiyo. Kauli hiyo iliwacha Dalgan na Hailey wakiwa na mshangao na maswali mengi. Wakati huo huo Sangmi alikuwa amejificha na alikuwa akiangalia mara kwa mara salio la akaunti yake ya benki ambalo bado halikuwa limepokea pesa. Aliamua kupiga simu kwa namba isiyojulikana na kutoa tishio kwamba kama shilingi bilioni ishirini za Kikorea hazitatumwa ndani ya siku tatu, angefichua ukweli wa kila kitu. Upande wa Kimohii naye alikamatwa tena na kupelekwa hospitali ya wagonjwa wa akili kutokana na uraibu wake wa dawa za kulevya. Na leo tunaishia hapo tumeishia hapo lakini, jambo ee, jema ni kwamba episodi au sehemu ya tano inayofuata ni sehemu ya mwisho. Wale waliofikiri labda tutaishia njiani basi wafahamu kwamba sisi tukianza kitu ni lazima tukimalize bana. Kuwa nasi kuwa nasi, lakini pia usisahau kusubscribe ili kuweza kutupa ee, support yako.